Ni tuhuma nzito. Kijana aliyetambulika kwa jina la Moses Joseph Lugendo, mwenye umri wa miaka 23, mkazi wa Karakata, Kipawa, jijini Dar es Salaam, anadaiwa kuuawa na vijana wa ulinzi shirikishi au polisi jamii wakishirikiana na wananchi kwa kile kinachosemekana ni mhalifu. Tukio hilo la kusikitisha jijini Dar es Salaam limetokea maeneo hayo wiki iliyopita na kuibua simanzi nzito kutokana na baadhi ya watu kudai kuwa aliyeuawa hakuwa mhalifu. Tukio hilo kwa uchungu limeelezewa na baba wa Moses, Joseph Lugendo aliyesema kuwa mwanaye huyo hakuwa mhalifu kama baadhi ya watu wanavyosema, kwani alikuwa amekaa tu sehemu ndipo polisi jamii walipomfuata na kumchukua wakisema kwamba wanakwenda kumfanyia mahojiano ofisini kwao. Aliendelea kusimulia kwamba wakati polisi hao wakimpeleka ofisini kwao maeneo hayo hayo walikuwa wakimshushia kipigo cha hali ya juu ambapo walimfikisha polisi kwao walipomfungia ndani na kuanza kumpiga na marungu, vyuma na vitu mbalimbali mbali hadi walipomwona ameishiwa nguvu ndipo wakamtupa nje na kuita wananchi ambao nao walidaiwa kumshushia kipigo hadi akakata roho. Jamani, mwanangu hakuwa mhalifu, na hajawahi kukamatwa na kitu chochote cha mtu kwamba ameiba, lakini hizi ni chuki tu, maana mtu mmoja akikuchukia hapa mtaani anatafuta njia yoyote tu akumalize. Nimeumia sana kumpoteza mwanangu katika kifo cha kikatili mno, kwani baada ya kuishiwa nguvu, madereva bodaboda nao walikuja na pikipiki zao, wakawa wanaendesha juu ya mwili wake. Ninaiomba serikali kupitia kwa Rais John Pombe Magufuli JPM, itusaidie sisi wanyonge, kwani eneo letu hili limekuwa na watu wanaojichukulia sheria mkononi wazazi kibao hapa mtaani sasa hivi wanahofu na watoto wao kuuawa, kwani hao polisi jamii wakiwa na chuki na wewe wanaua tu vijana wako. Wanasema mwanangu alikuwa mhalifu, je, walimkamata na ushahidi gani? Kama angekuwa mhalifu, kwa nini wasingempeleka polisi ili sheria ichukue mkondo wake, kuliko kumuua kikatili kiasi hiki. Ninaomba serikali tutazame kwa upya, sisi wananchi wa Karakata. Hicho ni kilio cha baba yake Moses ambaye aliongea kwa uchungu sana, huku akielezea kifo cha mwanaye kilivyotokea. Lakini mmoja wa majirani aliyejitambulisha kwa jina la Mama Ino, wakati wa mazishi ya kijana huyo yaliyofanyika Riamis katika makaburi ya Airwings Ukonga, alisema kuwa waliumizwa mno na kifo cha Moses, kwani hakuwa mhalifu, na alilaani vikali waliojichukulia sheria mkononi na kumuua bila kuwa na ushahidi wowote. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa huo wa Karakata Enroroto alithibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo alieleza kwamba kijana huyo alikuwa kwenye listi aliyopewa ya waharifu wasumbufu kwenye mtaa wake ambaye alikuwa akipora watu mbalimbali mali zao na bodaboda, huku akiwajeruhi kwa mapanga na silaha nyingine. Siku ya tukio sikuwepo, ila kwa taarifa nilizopata siku hiyo waliuawa vijana wawili. Huyu kijana Moses alikuwa ni mwharifu, ambapo polisi jamii walimkamata, lakini madereva bodaboda na baadhi ya wananchi waliwazidi nguvu na kumchomoa mikononi mwao kisha wakampiga hadi wakamuua. Hakuna kijana ambaye sio mhalifu anayeuawa kama wanavyodai, bali wanaouawa ni wale wahalifu. Wananchi nimeshawasihi sana, lakini wamekuwa wakikatana kusema kwa jinsi wanavyoteswa na vijana hao, wakiwakamata tu hawatawapeleka polisi, bali watawaua alisema mwenyekiti wa mtaa huo wa Karakata. Lakini kwa upande wa kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi wa Ilala, ACP Salum Hamduni aliulizwa kuhusiana na tukio hilo, alisema yupo kwenye kikao, lakini hata hivyo, taarifa hiyo haijamfikia na kwamba inawezekana bado ilikuwa kwenye vituo vidogo vya polisi. Mimi ni Given Mashishanga. Zaidi ni kukumbushe usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Global TV Online. Pia application yetu, unaweza kutufollow Global Publisher kupitia simu yako ya, ya mkononi. Hizi na habari vipindi vinavyo ikiwa mimi Mrisho Mpoto Mjiomba, taarifa zangu zote, habari zote za ulimwengu, za burudani na michezo, nazipata kwenye app ya Global Publishers. Wewe unasubiri nini sasa? Hebu install sasa, unapitwa ndugu yangu, install sasa hivi kwenye Google Play au App Store sasa hivi. Hayo ni maelekezo, hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Hebu rudi nyumbani kwanza hapa, Global Publishers application.